Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Nimekuwa napata messages mbalimbali mbali kutoka kwa wadau kuhusu ushauri wa biashara ya unga wa sembe. Sasa nimeona nitafute siku ambayo ni leo, nizungumzie hili swala la biashara ya unga wa sembe, kwa kuwa nimekuwa napata maswali mbalimbali. Karibu kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali, na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Sasa twende kwenye mada yetu ya leo, biashara ya unga wa sembe. Biashara ya unga wa sembe ni biashara nzuri kwa kuwa, kama biashara nyingine zinazohusiana na, na chakula, siku zote biashara ya chakula huwa inakuwa ni nzuri kwa sababu binadamu ataendelea kula mpaka mwisho wa maisha yake ya. Kwa hiyo kama umejipanga vizuri, biashara ya chakula huwezi ukapata shida. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, biashara ya chakula inalipa. Sasa kupata biashara au kufanya biashara ya unga wa sembe ambayo ina faida, kuna kuna mambo muhimu ya kuzingatia na usipozingatia unaweza ukajikuta na wewe pamoja na kuwa ni biashara inayolipa ukajikuta uko kwenye matatizo. Sasa nimeona leo nizungumzie mambo muhimu ya kutafakari na hata kutekeleza kuhusiana na biashara ya unga wa sembe. Kwanza kabisa, lazima ufanye uamuzi ni aina gani ya biashara ya unga wa sembe unataka kufanya. Kwa sababu kwenye biashara ya unga wa sembe unaweza uka ukawa mfanyabiashara mkubwa kama una mtaji mkubwa, kwa hiyo una unakuwa na unga wa sembe ambao unauza kwa mfano, unauza kwa njia ya tenda kwa mashule, mahospitali, kwenye vyuo na kadhalika. Hiyo ni aina moja ya biashara ya sembe aina nyingine unaweza ukawa unauza kwa wauzaji wa jumla, yaani wewe unawauzia wauzaji wa jumla halafu hao wauzaji wa wa jumla wanawauzia wauzaji wa rejareja. Na ya tatu ni hii ambayo sasa unauza unga kwa njia ya rejareja. Sasa inabidi ufanye uamuzi. Sasa ukishafanya uamuzi kuwa nataka kufanya biashara ya sembe ya aina hii, kinachofuata sasa ni kuangalia fursa. Nimeshazungumza zungumza kwenye vipindi vyangu na video zangu nyingi tu kuwa usianzishe biashara bila kwanza kutambua fursa ya kufanya biashara. Kwa hiyo hatua ya pili, jaribu kupita huku na kule kujaribu kuona wapi unaweza ukapata au uka, ukaona fursa. Sasa unapofanikiwa kuona fursa kwenye zile sehemu ambazo unazopita, basi inakuwa ndio una, unafanya uamuzi wa kuanzisha biashara. Kwa hiyo sasa namba tatu ni moja kwa moja inahusiana na fursa, ni kuwa kule ulikoona kuna fursa ndiko unakoanzisha biashara. Kwa hiyo namba tatu ni uchaguzi wa sehemu ya kufanya biashara. Sasa uchaguzi wa sehemu ya kufanya biashara zaidi ya kuwa na fursa lakini pia inabidi uchague sehemu ambayo unaweza ukapata wateja wengi, na hivyo ukafanya biashara nzuri, kwa sababu usichague sehemu ambayo huwezi kupata wateja wengi. Sasa kibiashara inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo namba tatu ni swala la uchaguzi wa sehemu ya kufanya biashara. Namba nne ina kidogo itakuhusiana na, na mwanzo nilivyosema nayo ni swala la kuchagua wateja. Ni vizuri uchague wateja. Sasa hapa kwenye wateja ni kundi la wateja, kwa sababu hata kama unasema unauza kwa jumla au unauza kwenye mashirika, inabidi u, useme kundi lipi la wateja ambao utakuwa unalihudumia hapo mbele. Ntajabu kuelezea kwa nini tunasema hivyo. Ni muhimu sana u weze kuwa au uteue kundi la wateja ambalo utakawahudumia sasa. Hao wateja ukiwa maana, usiseme uki, kwa mimi nitauza unga kwa yoyote tu anayekuja tu, biashara zifanywe hivyo. Of course akija mtu unamhudumia, lakini fokasi yako inakuwa kwenye kundi maalumu ambalo umelichagua. Sasa baada ya kuchagua kundi maalumu la kuhudumia inabidi uanze kufanya mawasiliano na hilo kundi au hao watu ulio wachagua. Kwa nini unafanya mawasiliano? Unafanya mawasiliano kwa sababu kwanza, watakupatia watakuelezea ni aina gani ya bidhaa za unga wa sembe wanapenda, lakini pili ni swala la ubora, watakuelezea ubora wa unga wa sembe ambao wanaoupenda. Kwa hiyo sasa utakuwa umepata umepata e, habari njema sana kwa upande wako, kwa sababu hutabahatisha tena kwenye kufanya biashara. Utajua kabisa ni unga gani, unga wa sembe unapenda ubora upi kwenye swala la unga. Je, kama utakuwa unauza ya mifuko, mifuko ya kilo ngapi? Labda ya kilo tano, kilo kumi au kilo ishirini au kilo hamsini 20, 20, 20, 20. utajua kwa hiyo uta kutokana na wateja ambao wamewachagua sasa. Linalofuata lina ni kuwa, kwa kuwa sasa unaanza kupata mwelekeo sasa, inabidi uanze kujipanga sasa. Kwa hiyo hapo ndio inapokuja suala ya kutengeneza plani au mongoza business plan au kwa wengine unatengeneza bajeti. Ni muhimu utengeneze bajeti ya kuendesha hiyo biashara. Sasa kwenye bajeti, kuna masuala ya malengo yako ya kipato, malengo yako ya matumizi na malengo yako ya faida. Hivi vitu vyote vinakuwa documented, ya unaweka kwenye maandiko na ndio utakavyokuwa utakuwa ni mwongozo wako. Kwa hiyo bajeti au business plan ni ya muhimu. Lingine ni swala la mtaji. Sasa lazima maana unasogea sogea, sasa usije una, ukawa unakuwa na hadithi ndefu afu mwisho unakwama kwenye mtaji. Sasa kwenye mtaji kuna mambo mawili, kwanza ni kufanya makadirio ya mtaji unaohitajika kwa biashara ya sembe. Kwa hiyo kwenye video zangu nyingine za nyuma na hata kwenye vipindi vya uh, online television nimejaribu kuelezea utaratibu mzima au vigezo vinavyotumika kufanya makadirio ya mtaji wa biashara. Kwa hiyo fanya makadirio ya mtaji wa biashara ya sembe. Kingine, baada ya makadirio ya mtaji wa biashara ya sembe, hapo hapo bado tuko kwenye mtaji, ni wapi utapata mtaji? Hiyo nao ni ya muhimu sana, kwa sababu unaweza ukajipanga kote, ukaja ukafika kwa una mtaji na hujui utapata wapi. Kwa hiyo aanza kutafakari wapi utapata mtaji, na anza kupita pita na kuhakikisha kupita kuwa utafanikiwa kupata mtaji. Kwa hiyo hilo ni swala la muhimu sana. Lingine ni swala la manunuzi, ili wengine wao walitima nani, lakini swala la muhimu sana, wapi utanunua bidhaa zako. Kwa mfano kama tunazungumzia masuala ya unga wa sembe, unga wa sembe ina maana kuwa kuna swala mahindi. Sasa lazima uanze kutafakari wapi utanunua mahindi. Sasa kwenye upande wa mahindi, inabidi uwe makini sana, kwa sababu ukiwa unafanya biashara ya unga wa sembe, utafahamu kuwa hiyo, inapaswa ufahamu kuwa sio kila aina ya mahindi inafaa kwa kusagwa na kutoa unga wa sembe. Kuna mahindi mazuri na mahindi mabaya. Sasa mahindi mazuri ni yapi? Mahindi mazuri ni yale ambayo yanatoa unga mwingi wa sembe, kwa maana kwa tani moja unakuta unapata kiasi kikubwa cha unga. Na mahindi ambayo sio mazuri ni yale ambayo hayatoi kiasi kikubwa cha unga kwa hiyo haya wanasema huwa pumba ndio zinakuwa nyingi kuliko ma, kuliko unga. Kwa hiyo sasa, ni vizuri ufahamu kuwa kuna aina mbili za mahindi, mahindi mazuri na mahindi ambayo sio mazuri. Lakini hapo hapo ni wapi, maeneo gani utakuwa wananunua e, mahindi? Sasa kwa kwa watu wa Dar es Salaam, e, of course ni Manzese. Manzese ni kituo kimoja kikubwa ambapo mahindi ma, ma, magari yote yanatoka mikoa ya kija na mahindi ana kituo cha kwanza inakuwa ni Manzese. Kwa hiyo pale pana mnada, unaweza ukapata mahindi yako pale Manzese. Saa 12 asubuhi ni nikisema Manzese ni, ni, ni Manzese darajani. E, maana sio nasema ah uh, huyu jamaa anasema Manzese Manzese huko. Ni Manzese darajani saa 11 alfajiri au saa 12 uwe pale, utakuta mnada. Lakini wengine wanaweza kununua Tandale Mahindi lakini, pia kwenye masoko mengine yaliyoko Dar es Salaam na Batandika muhurundi na kadhalika. Kwa hiyo swala la wapi utapata mahindi nalo ni la muhimu sana. Swala lingine ambalo wengine huwa walitilima nani, lakini la muhimu sana ni kuweka hesabu za biashara. Kwa hiyo anza kujipanga ujue utafanya utatumia taratibu zipi za kutengeneza hesabu za biashara yako ya unga wa sembe. Ni muhimu sana utengeneze hesabu, kwa sababu ukiweka utaratibu wa kutengeneza hesabu inakuwa rahisi, kwanza kufahamu kama biashara yako ya sembe inapata faida au inapata hasara. Pia utafahamu kama E, mali za biashara yako za unga wa sembe zinaongezeka au zinapungua. Pia unaweza ukafahamu kama madeni ya biashara yako, kwa mfano kama una unauza unga kwenye mashirika au taasisi za serikali, mara nyingi unauza kwa mkopo au wanasema hao ni credit. Sasa ukitengeneza hesabu utajua wangapi unawadai, maana hapo unazungumzia madeni. Madeni ni ya wateja na kuweza kufahamu kama madeni yanaongezeka ya wateja au yanapungua. Lakini lingine ni swala la madeni yako wewe sasa unayodaiwa, utaona sasa uhiano wake, madeni unaweza kulipa uwezi. Lakini pia utafahamu mzunguko wa fedha, wanaita cash flows, utaelewa kama mzunguko wako wa fedha uko vizuri au hauko vizuri. Kwa hiyo sasa ni muhimu sana utaratibu wa kutengeneza hesabu. Of course wengine wanachukulia poa tu swala la kuweka hesabu, wanasema mi bwana, mradi naona kuna pesa ya kutosha iko benki, basi najua hapo napata faida. Haya mambo ya mahesabu kutafuta mwasimu sijui nini, lakini faida unayopata ya kutengeneza hesabu ni kubwa sana ukilinganisha na hasara unayopata ya kutokuwa na hesabu. Kwa hiyo ni muhimu sana utengeneze hesabu jipange, utengeneze hesabu. Kingine kinachofuata ni kwa sasa, karibu vitu vingi tumejaribu kuviangalia kuvi, kuvi, sasa tunaelekea karibu ukingoni. Kwa hiyo ni kama wewe uko tayari kuanza biashara sasa, tuanze kuangalia masuala ya kwenda kusajili biashara yako. Kwa hiyo nenda BRELA. BRELA kule unaenda kusajili, unaweza ukasajili jina la biashara au ukasajili kampuni. Hayo ni maamuzi yako, kila mmoja ana faida na hasara zake. Na kusajili jina inakuwa haina gharama kubwa sana, kwa sababu ukiwa na shilingi zao kama kati ya shilingi elfu ishirini na tano mpaka thelathini unasajili jina, haina mambo mengi, ila kwenye kampuni kuna kuna vigezo vimewekwa, vinaweza vikasababisha ukalipa pesa nyingi au chache kwa sababu nategemea na mtaji na mambo mengine bwana, wana vigezo kule Amerika. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unalipa laki tano au saa nyingine hata milioni kutegemea na mtaji mtakaotumia kuanzisha biashara. Kwa hiyo ni vizuri uende BRELA. Ukitoka BRELA, hatua inayofuatia ni TRA, mamlaka ya mapato au mamlaka ya kodi. Kule unakwenda kutafuta vitu viwili, kwanza kwenda kupata kitu kinaitwa TIN namba Tini ni kama namba ni utambulisho wa kuwa wewe ni mlipa kodi rasmi. Sasa na hiyo hata huko mbele ukikutana na vyombo vya dola inakuwa rahisi, kwa sababu unasema mimi nalipa kodi nayo TIN number. Lakini kuwa na TIN number haitoshi, lazima upasishwe na mamlaka ya kodi, wewe kusabu, ya kodi ya kwa wewe sasa unaweza kufanya biashara, kwa sababu mambo ya kodi yako sawasawa. Kwa hiyo kuna dokumenti inaitwa tax clearance certificate hiyo tax clearance certificate wanakupa TRA, ukupasisha wewe kuwa mambo ya kodi umemalizana nao. Kwa hiyo wewe unaweza ukaendelea na mambo ya biashara. Kwa hiyo sasa hiyo ni muhimu sana. Sasa ukitoka TRA, unakwenda hatua ambayo ni kama ya mwisho mwisho, nayo ni kwenda kupata leseni. Sasa kwenda kupata leseni unaweza aidha ukaenda, inategemea na ukubwa wa biashara yako saingine unauza unga nje ya nchi natkam. Kwa hiyo kuna uwezekano ukaenda kwenye wizara inahusika labda biashara au ya kilimo, lakini kama biashara zako ni za kawaida, unakwenda kwenye halmashauri ya wilaya au halmashauri ya jiji au ya mji, kule wanatoa leseni. Na ukienda kule watakuuliza, vipi bwana, una tax clearance certificate kama unayo unakuwa ni mwanzo mzuri, lakini wana vigezo vyao vingine labda mambo ya, <coughs> mambo ya afya na vitu vingine vingine. Sasa ukitoka pale unakuwa umeshapata leseni ya kufanya biashara, kwa hiyo una, unaanza kukamilika. Sasa kinachofuata ni nini? Ofkozi kinachofuata sasa ni kujitangaza, ni kujitangaza kwa Jamani, mimi nipo nakuja. Usianze biashara yako kimya kimya, kama vile unaogopa washindani wako, maana utakutana na washindani wa, wa biashara. Kwa hiyo usianze kimya kimya, piga kelele, wateja wakufahamu, lakini pia shida, washindani wako wa biashara pia wakufahamu. Kwa hiyo ni muhimu, jitangaze kwa, jamani nipo nakuja kufanya biashara. Na mwisho kabisa ni kupanga siku ya kufungua biashara. Sasa nao kwenye kufungua biashara, fungua biashara ikiwezekana kwa vishindo, ili kuwafanya washindani wako waanze kusema eh, jamaa ameingia. Usianzishe usianzishe biashara kinyonge nyonge, kiasi anafikiri mambo ya hizi biashara mchezo, ndio anaanza kukudharau tangu siku ya kwanza. Kwa hiyo fanya Eh, sherehe. Nikisema sherehe sio ya kifahari, lakini fanya tafrija aina fulani ya kufungua biashara, ya kuanzisha biashara. Siku maalumu ipangwe, na unaweza ukawaalika watu wa kawaida tu, mtendaji mkuu labda wa tarafa, ikiwezekana, eh, hata wabunge, yani wajumbe wa nyumba kumi kumi, wafanya biashara wengine wenye majina. Usiingie sana kwenye mambo ya siasa. Lakini kama kuna mwanasiasa unafahamiana naye hakuna ubaya uja kukupa baraka. Kwa hiyo panga siku ya kufanya ufunguzi wa hiyo biashara na ukae tayari kwa kufanya biashara. Sasa hayo ni mambo ambayo nafikiri ni ya muhimu sana kuhusiana na uanzishaji wa biashara ya unga wa sembe. Of course, nimejaribu kufupisha vitu vingi kwa sababu nikisema nielezee mambo yote hapa, sijui tutafika saa ngapi na kipindi changu kina muda wake. Kwa hiyo hayo ni mambo ya muhimu ambayo unatakiwa kutekeleza, na kwa leo naona niishie hapo. Ninaomba uendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na mimi ni mtangazaji wa kipindi, naitwa Ali Mwambola. Asante na karibu tena.